Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kulikabili tukio hili zito kwa msaada wa neema zake. Tunamshukuru yeye, maana yeye ndiye aliyetoa, yeye ndiye aliyetoa, nasi tunamhimidi na kumshukuru. Familia ya marehemu Charles Martin Hilary, tunatoa shukrani zetu nyingi na za dhati kwa watu wote waliohusika kwa misaada misaada ya hali na mali, tangu wakati wa ugonjwa, kifo chake na mpaka kufikia muda huu. Kwa jumla, Charles eh, kwangu mimi alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu mwenye kuheshimu watu, mtu mcheshi, lakini ni mpenda watu sana, na vivyo hivyo katika idhaa ya BBC eh, kuwepo kwake kuliweza kuijenga idhaa, na ndio maana eh, wafanyikazi wa BBC wamenituma nije hapa, na hasa kufamilia na serikali kutoa shukrani zao kwa kuwa na huduma aliyopata kutoka kwa uh, Charles, na kwamba wanajiandaa katika muda utakapofika

Sisi tunauweka mwili wake chini ya nchi, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, mavumi kwa mavumi, matumaini thabiti yasiyo na shaka ya ufufuo wa uzima wa milele, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge ufanane na mwili wake wa utukufu kwa uweza ule awezao kupitisha vitu yote chini yake.